Siasa ambavyo havijasaini kanuni za maadili ya uchaguzi uh, inasema kwamba havitaruhusiwa kushiriki uchaguzi. Je, hatua ya CHADEMA kuto kusaini kanuni hizo ina maana gani hasa katika muktadha wa demokrasia ya vyama vingi hapa nchini? Hii msimamo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuto kusaini kanuni hizi za maadili kuelekea kwenye uchaguzi mkuu uh, ni hatua ya kuthibitisha kwamba msimamo wao ule wa kwamba watasusia uchaguzi ama hawatoshiriki kwenye uchaguzi bila kuwepo kwa mabadiliko tofauti tofauti walioyapendekeza, uh, ikiwemo swala la uh, kuwa na tume huru ya uchaguzi uh, swala la mabadiliko ya sheria za uchaguzi na kadhalika ni kwamba ni kitu ambacho nadhani uh, uh, kimeweza kuthibitisha kwa uwazi kwamba walikuwa wamejipanga kuweza kususia mchakato wa uchaguzi. Japo kwangu mimi kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ninaweza nikasema inaweza kuwa na athari mbaya katika uga wa demokrasia, lakini pia katika jumuia ya kimataifa uh, inaweza ikaleta taswira ambayo Uh, si, si, si taswira nzuri sana Uki, ukiangalia kwa namna moja ama nyingine inaweza kuleta baadhi ya changamoto katika upande wa wa demokrasia. Tutakumbuka kwamba uh, nchi yetu imekuwa ni ikipata fedha nyingi kutoka kwa wadau mbalimbali wa masuala ya demokrasia uh, umoja wa Ulaya, nchi za Ulaya na kadhalika na nchi nyingine za jumuia nyingine za kimataifa, kima ambazo wakati mwingine huwa zinatoa fedha kutokana na hali ya demokrasia ndani ya nchi husika, kwa hiyo wakati mwingine zinaweza ya jambo hili ikaleta changamoto kidogo na, na, tunaelezwa kuwa kwamba CHADEMA kama alivyosema uh, mkurugenzi wa uchaguzi wa tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania bwana Ramadhan Kailima Uh, tunaeleza kwamba Chadema haitoshiriki uchaguzi mkuu wa uh, chaguzi ndogo kwa kipindi cha miaka mitano, yani uchaguzi mkuu na uchaguzi huu uh, mdogo uh, kisiasa. Hatua hii itaathiri vipi ushindani wa kisiasa nchini na hatma ya wawakilishi wake waliopo madarakani kwa sasa? Kwa kiasi kikubwa ni kwamba itaathiri kwa kiasi kikubwa, hiyo chama cha siasa kipo ili kuendesha shughuli za ama kushiriki shughuli za kisiasa kila siku, kwa hiyo kuto kushiriki kwa takriban mitano inawezekana ni jambo ambalo kwa Chadema pekee inaweza likaacha chama hicho katika wakati fulani hivi ambao ni mgumu, lakini kama nilivyosema awali, uh, katika ile, ile uh, engo ya, demokra ya demokrasia ambayo wakati mwingine Tanzania imekuwa ikijivunia, inaweza ikaacha pia doa kwa kiasi fulani hivi kwamba kwa, uh, kwa, uh, kwa namna moja ama nyingine imeweza kutetereka kwa kiasi fulani, na wakati mwingine inaweza ikaleta taswira ambayo si nzuri. Imekuwa nikiona mara kadhaa uh, historia jinsi zinavyoandikwa kuhusiana na mambo kama haya wakati mwingine hazileti hazileti afya nzuri. Sasa inapokuwa ikiandikwa historia labda ya, ya baadhi ya viongozi ambao wako madarakani, kwao kidogo ni changamoto ambayo mimi naiona tunaweza tukasema kwamba mchakato wa maandalizi na ushauriano kati ya INEC, serikali na vyama vya siasa kuhusu kanuni za maadili uli haukuzingatia ama ulizingatia misingi ya uwazi, ushirikiano na haki sawa kwa vyama vyote, hasa vya upinzani. Ndio maana uh, CHADEMA imekuwa na, na, na, na upande huo. Ni, uh, nilikuwa nikitizama uh, taarifa iliyotolewa na CHADEMA muda mchache uliopita uh, ikionyesha sababu za wao kuto kutuma mwakilishi kusaini uh, ka -ka kanuni hizi za maadili. Utaona ni kwamba moja ya malalamiko wanaoyatoa ni kwamba wakati wa mchakato wa utengenezaji wa kanuni zenyewe walikuwa na mapendekezo ambayo waliyatoa kwa hiyo, kwa namna moja uh, ama nyingine, hayakujibiwa yale ama hakufanyiwa kazi uh, ma, yale maoni ya ya, ya, ambayo yalikuwa yametolewa na CHADEMA kwao kwa, kwa namna moja ama nyingine wanaona kusaini kitu ambacho hawakushiriki kukiandaa itakuwa ni changamoto. Sasa mchakato huu uh, ni, uazi, uazi, mba, uh, uazi, wa kusain kusema kwamba ni labda ulikuwa na uwazi ama haukuwa na uwazi ni kwamba kunaweza kuwa na uwazi lakini kukakosa labda ushirikishwaji wa namna fulani hivi, hali ambayo inaweza ikajustify hiki ambacho CHADEMA wanakifanya. Kwa hiyo kikubwa zaidi hapa cha kuangalia ni kwamba uh, jambo hili linaweza lisiwe, lisiwe na afya njema sana katika upande wa wasifa njema ya Tanzania katika anga ya demokrasia. mm -hmm. Uh, tunavyofahamu uh, CHADEMA ni moja ya vyama vikuu vya upinzani hapa nchini. Kutokushiriki kwake kwenye uchaguzi kunaweza kutafsiriwa kuwa uchaguzi huo hautakuwa huru na haki, na, na, na, na, na, na je, inaweza kuathiri uhalali wa matokeo ya uchaguzi? Uh, kiujumla ni kwamba kwa ukubwa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo uh, kuna kuna namna fulani hivi ambayo inaweza ku, uh, kuleta dosari hivi katika ile tathmini ya swala zima la ukuaji wa demokrasia nchini, pamoja na kwamba ukizungumza na mtu mwingine anaweza kukwambia kwamba idadi ya vyama ambavyo viko nchini, mfano hivi vilivyosaini vilivyosaini, uh, leo katika hizi kanuni za maadili, takriban vyama kumi na nane hivi. Kwa hiyo mtu anaweza kuambia kwamba ni chama kimoja tu akijasaini kati ya vyama vingi ambavyo vimekuwepo nchini Tanzania, lakini bado kwa mchambuzi ambaye yuko fair hawezi kuweka ama kupuuzia nafasi ya CHADEMA katika demokrasia. Kwa hiyo uh, kwa namna moja ama nyingine, inaweza bado ikaw, ikawa ni changamoto pia kuweza kwa kusema kwamba labda kuto kushiriki wa CHADEMA kwamba hakuja athiri kwa namna moja ama nyingine ma na nasema kwamba jambo hili uh, tutazidi kuangalia kadri mnu anavyokwenda, lakini inawezekana lisije kuwa na mwisho mzuri zaidi hususan katika katika anga hii ya maswala ya kidemokrasia unaweza kaa na namna fulani hivi ambayo inahitaji kukaa na kuweza kufanya reconciliation, kufanya uh, kufanya ile tunasema uh, maridhiano fulani hivi, inaweza ikatakiwa namna fulani hivi kuweza kumaliza jambo hili ambalo mimi binafsi naona kama inaweza kutupeleka kwenye mkwamo fulani hivi wa kisiasa. Kwa mtazamo wako tu na ufuatilizi wa siasa, Bwana Joseph Charles, basi ni shaka uh, unaona uh, uh, serikali na chama kikuu ambacho kipo madarakani kwa sasa huu uh, kinaweza kikatizama kwa namna nyingine na baadaye kikaja na suluhisho juu ya kutatua hili na uh, kurudisha CHADEMA hali yake na, na, na kushiriki katika uchaguzi unaokuja ni wazi kwamba serikali na chama kilichoko madarakani wanayo nafasi ya kuweza kuketi mezani na wadau hawa. Unajua, tunapozungumzia vyama vya siasa ni wadau muhimu katika katika suala zima la michakato hii ya kidemokrasia, michakato ya uchaguzi ya ngine na kadhalika kwao. Wakati mwingine hakuna jambo ambalo linashindikana mbele ya meza ya mazungumzo, kwa namna moja ama nyingine uh, nafasi hiyo inaweza ni nzuri, na nadhani kwamba mimi eh, mazungumzo yanaweza kuwa na maana kubwa zaidi ukilinganisha na uh, kama wadau wengine wanaweza kashangilia kuto kushirikwa CHADEMA uh, si jambo ambalo asema kwamba ni jambo lenye afya sana. Kwa hiyo kama uh, fursa ya kukaa mezani kufanya ma, mazungumzo na maridhiano inaweza kupatikana, inaweza ni jambo ambalo linaweza kuwa na, na, na impact nzuri zaidi ukilinganisha na kuacha tu na kuchukulia kama vile hakuna jambo lililotokea. Kwa kuhitimisha tu, katika mazingira haya ambapo chama kikuu cha upinzani kinasusia uchaguzi kwa madai ya kutokuwa na imani na kanuni au tume, ni nini, ni, ni, ni, ni, ni kifanyike ili kurejesha imani ya vyama vyote na wadau wa siasa katika mchakato wa uchaguzi? Jambo la muhimu ni swala la kufanya mazungumzo, kufanya mazungumzo na kuweza kujadili kwa pamoja kuhusiana na, na changamoto zile ambazo zimebainishwa na vyama, baadhi ya vyama CHADEMA wamekuwa na maoni ya kwao ambao CHADEMA ni wazi kwamba ndio chama kikuu cha upinzani lakini, pia upande wa CHADEMA ni kuwa na utayari wa kuweza ku, uh, kuwa flexible unajua, kwenye kwenye negotiations, kwenye, kwenye maridhiano, wakati mwingine tunasema ni lazima kila upande ukubali kupoteza baadhi ya mambo kadhaa ili kuweza kufikia makubaliano. Kwa hiyo CHADEMA pia wanaweza kufikia hatua na kuweza kuona kwamba kwa wakati huu kuelekea uchaguzi wanaweza ku, wanaweza kuluzi baadhi ya misimamo fulani ili waweze kufikia makubaliano, na baada ya pale wakuweza uh, sasa kushirikiana kwa pamoja kufanyia kazi uh, changamoto hizi ambazo ambazo zimetufikisha zim, zim, zim hapa tulipo. Kwa hiyo uh, mimi binafsi ninatoa wito kwa serikali, natoa wito kwa Chama cha Mapinduzi kuto kuchukulia katika namna tu ya na kawaida ama kulichukulia jambo hili kama uh, ni kitu ambacho hakina nguvu sana ni vizuri uh, wadau hawa wa masuala ya demokrasia vyama, uh, hivi vyote vinavyoshiriki kwenye mchakato kuweza kupata fursa ya kuweza kufanyia kazi zile changamoto, na kila chama kiweze kushiriki. Inaweza ikawa na tija zaidi kwenye upande wa ustawi wa nchi yetu kwenye masuala ya demokrasia. ni kushukuru sana kwa ushauri wako Justus Charles, shukran sana. Shuk